Baadhi yenu mliposikia eti kuna neno kufunga kanisa, mlinipigia simu mkiwa mmetaharuki, nikasema msiwe na wasiwasi wasi. Hapa mkoani hakuna binadamu hata mmoja ambaye bado anaishi anayejua kanisa hapa Kagera lilifunguliwaje. Kizazi cha kwanza kimeshaondoka, cha pili kimeondoka, cha tatu kimeondoka, cha nne kimeondoka, sisi tunaoongoza ni kizazi cha tano cha kanisa kwa hiyo habari ya kufunga kanisa, msiwe na wasiwasi, halitafungwa kanisa lenu liko salama. Na nasema haya kuatia moyo, msiache kuendelea kuiunga mkono, kanisa, msiache kuendelea kuiunga mkono serikali. Na kwa hapa nitie nukta, nirudi kwa mheshimiwa DC. Ndugu zangu, nataka niwahakikishe na nimhakikishie mheshimiwa DC, na tunaye rais mmoja na tuna wawili, ni huyu huyu mmoja, ndiye ambaye Mungu aliyetupa, ni mzuri ni mbaya, hafai, anafaa, lakini ndiye rais wetu. Tunao wajibu wa kumwombea, tunao wajibu wa kumpenda, tunao wajibu wa kumkosoa kwa sababu ni rais wetu. Na rais huyu ndugu yangu niwaambie, anaongoza wapumbavu, wajinga, wasiojua lolote, wenye hela, maskini. Huyu ndiye rais wetu. Kwa hiyo tunao wajibu wa kumwombea na nitafanya sala maalum hapa kabla sijamaliza maneno yangu. Mpaka leo hii ninapoongea, kuna maeneo mkoa huu wa Kagera ambapo serikali haijafika, lakini kanisa lipo, limeshafika wao. Wanawakumbuka wakati wa kupiga kura, ndio wanaenda kutafuta kura, baada ya hapo hawapo. Maeneo katika mkoa huu nayafahamu, kwa hiyo kanisa na dini mbalimbali mbali ni baraka sana kwa mkoa huu. Ni kwa sababu hiyo, kwa unyenyekevu mkubwa, na niko tayari kupiga hata magoti, nitumie fursa hii ya shukrani kwenu nyote, lakini mbele ya serikali yetu, kwa sababu ashuani isio kuiomba serikali yetu peni, tunayoipenda na kuitumikia, niendelee kuliunga mkono kanisa, na kwa njia hiyo, serikali yetu ijitende na upepo mpya eti wa kufunga kanisa. Ijitende nao. Kwa sababu tunaipenda na hiyo inalipenda kanisa. Ninaomba hekima itumike leo, na Roho Mtakatifu tunayomwadhimisha leo aendelee kutawala. Kwa hiyo, hata inapotokea mambo mabaya yametendwa ndani ya kanisa, hekima na mapokeo ya mababa ni kufanya ibada ya kulitakasa kanisa. Yana mwingia askofu mpumbavu akafanya jambo ndani ya kanisa. Tunahitana kufanya ibada hiyo kufanya nini? ulitaasa hatulifumi. Kwa hiyo niendelee kusii sena tena au nyenyekevu na machozi mengi. Kanisa hili linaongozwa na hawa wanadamu wenye mwili na nyama, dora yetu inaongozwa na wanadamu hawa wenye mwili na nyama. Wote twende chini ya msalaba, tutakaswe na damu ya Kristo ili taifa letu kuwa na amani. Kama nimewaudhi, naomba lisamehe na niko tayari kuweka mikono nyuma yangu hapa, mwenye pingu waje anifunge, lakini kanisa libaki salama. Mimi nifungwe, kanisa libaki salama, sababu tunalihitaji. Nani tumechezea wapi muziki kama huu leo? Eh, muziki kama leo tumechezea wapi? Kwa hiyo kanisa la Mungu liendelee kuhudumia watu, na viongozi wa pumbavu kama mimi wakifanya makosa, kamata, funga ndani, sukuma ndani, sukuma ndani, sukuma ndani, lakini kanisa la Mungu libaki